Ni wazi kuwa kupata nafasi JWTZ ni kazi ngumu mno kwa sababu kuna ushindani ni mkubwa. Lakini kupitia hii video mimi nitaenda nikupe kodi ambazo zitakusaidia wewe kuongeza uwezekano uwe mkubwa kupata nafasi JWTZ. Sasa ili uongeze uwezekano wako wewe upate nafasi JWTZ Unahitaji vitu viwili. Namba moja, unahitaji fani. Namba mbili, unahitaji mchezo, na mchezo lazima uwe na cheti. Nikianza na fani, fani kama vile udaktari, madaktari wa jeshi. JWTZ inahitaji madaktari kwa ajili ya afya ya wanajeshi. Lakini kuna fani kama lab technician, watu wa maabara lakini kuna fani za teknolojia na mawasiliano IT. Lakini kuna fani za jeshi la anga na baharini kama vile aircraft maintenance. Lakini kuna fani za sheria na usimamizi. Lakini pia JWTZ inathamini michezo mno, michezo kama ifuatayo: kuna ngumi na karate, hapa naongelea mambo ya boxing na karate lakini kuna riadha, kuna mpira wa miguu, kuna michezo ya jeshi kule inaendeleaga. Lakini kuna kuogelea, jeshi linapenda wanajeshi wenye uwezo wa kuogelea. Lakini pia ni lazima uwe na cheti cha michezo. Sasa, ili uongeze uwezekano wako wewe kupata nafasi JWTZ, ni lazima uwe na kitu cha ziada. Yani uwe na kitu ambacho kinaongeza value jeshini. Asante sana kuangalia video zangu, mimi nimemaliza. Subscribe, lakini usisahau kushare video hii, nikutakie siku njema.